Habari ndugu watazamaji wa, wa chaneli yangu ya Kelvin Jacob Mkulia. Yeah. Mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili kwa muda mrefu Tanzania, lakini niko katika kanisa zuri la TG Mazimu chini ya mchungaji wangu Salvatore Ridafi. Nimetumika kwa muda mrefu na mpaka sasa hivi naendelea kutumika. Mimi napenda kuimba live kuliko kutumia CD. Lakini nilivyokuwa naendelea ku, kuimba live wengine wakatamani, kwa nini wewe usiimbe kwa, kwa kwa kwa kwa kuna kurekodi ukawa na CD yako? Mungu akanipa neema nikaenda studio. Kufika studio nikakutanishwa na mwimbaji mmoja anaitwa Flora Mbasha, au ni mwimbaji mgumu, akaona shauku pamoja na mimi. Kwa hiyo baadhi ya nyimbo nikaimba naye huyu Flora Mbasha haka, haka na, na tukafanikiwa kutoa video nilikuwa pamoja naye, na kisha baadaye ikaenda kazi ujovisho ikasambaa maeneo mengi, na mara baada ya kusambaa maeneo mengi nikapata kuanza kupata mialiko sehemu mbalimbali nchini Tanzania hapa hapa ndani kwa ndani, lakini pia nikapata mwaliko nchi za nje kama Uganda, nikaenda Zambia, maeneo mbalimbali katika huduma. Lakini katika hiyo safari zote nimekuwa nazunguka, lakini nikaona shauku kwamba katika hii hali ya kuzunguka sana, nataka nikae mahali pamoja nitakotumika, lakini pia nataka niwe na shughuli zangu binafsi. Sitaki kuishi kwa kutegemea uimbaji, sitaki Nataka niwe na vitu vyangu binafsi. Mungu akasema na mimi akanipa neema ya kunifunulia. Ndipo sasa nikapata neema hiyo ya kuanzisha biashara au kuwa wakala wa mbegu au miche mbalimbali kama vile miti ya matunda, miti ya mbao, mambo ya mboga mboga. Kwa hiyo nikawa nafanya hizo vitu kwa wakati huo, lakini mpaka sasa hivi bado ninaendelea nayo. Lakini pia katika hilo nimepata matokeo. Baadaye nikajuta Mungu ananiongeza kwa nini siwe MC? Nikaanza kazi ya MC kanisani. Baadaye nikajikuta natoka naenda maeneo mbalimbali, lakini Mungu hajaishia hapo. Ndipo kilichotokea na baadaye nikapata ajira SUA serikalini na huko huko nikaendelea kupata kazi za UMC, na baadhi ya kazi zangu utaziona hapo zinafuata. Kwa hiyo zinaendelea, ninaendelea na mpaka sahii nii, nataka nisema kwa, ni kwa vijana, tumika, fanya huduma himba, lakini hakikisha unafanya kazi. Kazi itakuondolea stress. Badala ya kuangalia kipi, kuangalia unapewa nini kule unapoenda kufanya huduma. Lakini utakuwa wewe sasa binafsi unajiwezesha. Kwa hiyo huduma yako itakuwa huko utaenjoy. Haya ni machache ambayo nataka kusema siku leo. Lakini nitaendelea kutoa elimu, nitaendelea kutoa mafunzo. Asante sana. Usiache kusubscribe pale kwenye channel yangu hapo. Lakini pia utaitazama kwenye Facebook, utaitazama kwenye Twitter, utaitazama kwenye maeneo mengi utaniona. Asante sana na Mungu akubariki sana. Asante sana.